Hai, mambo vipi? Ni siku nyingine tena kufuatia nafasi za ajira za muda zilizotangazwa na Tume Huru ya Uchaguzi nchini e, kuhusu ajira za muda za usimamizi, ukarani na mambo mengineyo katika uchaguzi huo mwaka 2025. Basi ambazo zimetangazwa kuanzia jana, basi tumekuandalia video hii ili kukupa mwongozo wa namna nzuri ya kuandika barua yako ya maombi ambayo itakuwa na vigezo vyote vya kukubalika katika mchujo wa wale ambao watachaguliwa ili kupatiwa nafasi hizi. Barua hiyo itakuwa katika muundo kama ninavyoonyesha hapo kwenye hii video. Jambo la kwanza la kuzingatia ni upande wako wa kulia ambapo eh, kwa juu kabisa utaweka anwani yako ikianza na jina lako kama mimi naandika Sharak esi Sharak lakini pia utataja eneo ambalo upo kama ni kata ya Vijibweni eh, alafu sanduku la posta, lakini pia unapatikana wapi. Mwisho kabisa kukamilisha anwani yako upande wako wa kulia eh, juu utaandika tarehe ambayo unaandika barua hii. Cha kuzingatia, barua hii unaweza kuitype au ukaandika kwa mkono, yote yanakubalika. Upande wako wa kushoto juu utaandika anwani ya mahala ambako barua hii, barua hii unaituma ambapo utaandika mkurugenzi wa uchaguzi, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, sanduku la posta 358 Dodoma. Lakini waweza pia ukaipitisha barua hii kwa mtendaji wa kata, ama usiipitishe hapa. Naomba tuelewane, hiki kitu sio lazima sana, ila unaweza ukakiweka kwa ajili ya kuongeza nguvu, ukaandika kk mtendaji kata wa dash dash dash. sanduku la posta ukataja na eneo ambapo upo, au unaweza usiandike hiki kipengele, si lazima Then unakuja kwenye kichwa cha barua ambapo utaandika yahusu maombi ya ajira za muda, kama kwa, utataja nafasi unayoomba. Kama unaomba e, kama muhesabu ama e, karani wa kuhesabu kura utasema, kama unaomba kama msimamizi msaidizi utasema, au kama unaomba kama e, msimamizi mkuu pia utasema. Kwa hiyo e, utataja nafasi unayoomba katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa Oktoba elfu mbili ishirini na tano. Then utakuja kwenye main body ambao ndio maana halisi ya barua. Utaanza kwa kujitambulisha kwa kusema kwa heshima na taadhima, naomba kuwasilisha maombi yangu ya kuajiriwa kwa muda kama, utataja nafasi yako unayotaka. Ehe, katika, e, uchaguzi mkuu utakaofanyika. Utakaofanyika. katika uchaguzi mkuu utakaofanyika utakaofanyika katika uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba 2025 Then utataja majina yako, utakuja katika paragrafu ya pili, mimi ni utataja elimu yako, mfano, mimi ni mhitimu wa shahada ya elimu katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, mwenye uzoefu wa kutosha wa kufanya kazi katika mazingira yanayohitaji uaminifu, umakini na utu wa, na uti wa sheria na taratibu. Nina uwezo mzuri wa kuwasiliana, kufuatia maelekezo ya kufanya kazi kwa ushirikiano, na pia katika mazingira yenye pressure. Naambatanisha na nakala ya vyeti vyangu muhimu pamoja na nakala ya kitambulisho cha taifa NIDA kama sehemu ya nyaraka za maombi haya. Naahidi kuwa tayari kuhudumu mafunzo, kufuata miongozo yote ya tume na kutimiza majukumu kwa uaminifu na weledi mkubwa, endapo nitapewa nafasi hii. Mwisho utahitimu kwa kusema nigepe, nige, nitafurahi sana kupatiwa fursa hii ya kushiriki katika zoezi hili muhimu la kitaifa. Matumaini yangu maombi haya yatapokelewa na kufanywa kazi. Wako kwa uaminifu, utaweka sahihi yako, ambapo kama barua hiyo utakuwa umeiprint basi sahihi utaandika kwa mkono e. Lakini pia kama utakuwa umeandika kwa mkono basi utaandika pia sahihi kwa mkono kisha utaandika jina lako na nambari za simu ambazo zinapatikana. Kwa hiyo ukishamaliza kuandika barua hii sambamba na vile viambatanisho vyote ambavyo umeambatanisha mb... mb... mb..., usisahau pia kuweka picha za wadhamini passport size, lakini pia utaweka na passport size yako, lakini pia unapoweka zote kwenye bahasha moja kwa mwongozo wa maombi wanasema pale juu kwenye bahasha yako andika jina lako, lakini pia andika nafasi unayoomba. Kwa hiyo huo ni mwongozo wa barua. Tutaendelea kupeana updates kupitia katika chaneli hii kuhusu nafasi hizi za ajira za muda. Wewe cha kufanya, endelea kubonyeza alama ya kusubscribe ili uwe kwanza kupata taarifa mbalimbali katika chaneli hii. Asante, endelea kusubscribe.